Amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomolewa. Mathayo 24 mstari wa pili. Karibu usikilize pambano kuu, sehemu ya kwanza. Subscribe tujifunze zaidi. Karibu tuendelee na neno. Utabiri wote uliotolewa na Kristo kuhusu maangamizi ya Yerusalemu ulitimia neno kwa neno. Wayahudi walipuuza maonyo yake lakini Kristo alikuwa tayari amesema, kwa kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa tena. Mathayo saba, mstari wa pili. Ishara za ajabu zilionekana na zikabashiria maafa na maangamizo. Usiku wa manane nuru isiyo ya kawaida iliangaza juu ya hekalu na madhabahuni. Juu ya mawingu kulionekana picha za magari ya vita harasi na askari wakikusanyika kwa ajili ya mapambano makuhani. Waliokuwa wakihudumu ndani ya hekalu walishikwa na hofu, ardhi ilitetemeka, sauti nyingi zilisikika zikisema, hebu tuondoke kuanzia sasa. Lango kuu la mashariki lililokuwa zito sana kiasi kwamba watu ishirini walihitajika kulifunga, lilijifungua usiku wa manane pasipo mtu kuonekana. Kwa muda wa miaka saba, mtu mmoja ambaye walimuita kichaa, walionekana akipita katika mitaa ya Yerusalemu. Mchana na usiku, aliimba kwa sauti kuu ya maombolezo. Sauti kutoka mashariki, sauti kutoka magharibi, sauti kutoka pande nne za dunia, sauti dhidi ya Yerusalemu na hekalu, sauti dhidi ya mabwana arusi na mabibi arusi, sauti dhidi ya watu wote. Alikamatwa, alipigwa, lakini hakunyamaza. Kwa matukio na manyanyaso yote, aliendelea kulia oe, oe kwa Yerusalemu, oe, oe kwa wakazi wake. Kilio chake hakikusimama mpaka siku ile mji ulipoanguka. Kama alivyotabiri, ndivyo pia maangamizi yatakavyowaijia ghafla wazembe na wasiomcha Mungu, nao hawataokoka.